Kuanzia tarehe kumi na tisa hadi ishirini na tano Machi elfu mbili na ishirini na tano Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya, kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola imefanya operesheni kubwa mkoani Kilimanjaro wilaya ya Same na kuteketeza ekari mia mbili themanini na tano za mashamba ya mirungi katika operesheni hiyo imekamata watuhumiwa saba akiwemo kinara wa biashara ya mirungi mkoa wa Kilimanjaro, Interindwa Zingwenywa Kirumbi, maarufu kwa jina la Mama Dangote. Mama Dangote ni mzalishaji na msambazaji mkubwa wa dawa za kulevya aina ya mirungi, na amefanya biashara hii kwa zaidi ya miaka 30 ambapo amekuwa akiendesha mitandao ya wa wafanyabiashara wa mirungi na kusimamia masoko katika maeneo mbalimbali hapa nchini, licha ya kujua kwamba biashara hii ni haramu na ni kinyume cha sheria za nchi. Mwaka juzi, mamlaka ilifanya operesheni katika maeneo haya tza ekari 35 za mashamba ya mirungi, kwa kushirikiana na uongozi wa wilaya na wizara ya Kilimo, iliweza kutoa elimu kwa wananchi hawa ili kuweza kuachana na biashara hii na kilimo cha mirungi na kuweza kulima mazao mbadala pamoja na ufugaji uongozi wa wilaya kwa kushirikiana na Wizara ya Kilimo na Mifugo imeweza kutoa mifugo kwa wananchi hao na wameendelea kufuga, lakini pia imetoa miche ya kahawa, miche ya iliki pamoja na mazao mengine mbadala katika maeneo haya, na wananchi walio wengi wameachana na biashara na kilimo cha mirungi na wameanza kulima mazao hayo, lakini wananchi walio wachache wameendelea kufanya biashara ya kilimo cha mirungi. Mamlaka itaendelea kufanya, itaendelea kufanya operesheni katika maeneo haya ili kuhakikisha kwamba wananchi wote ambao wanaendelea na kilimo cha mirungi tunawakamata. Lengo la serikali ni kuhakikisha inatokomeza biashara na matumizi ya mirungi hapa nchini, ikizingatiwa kwamba Same ni kitovu cha uzalishaji wa mirungi hapa nchini. Hali hii inahatarisha ustawi wa taifa letu, ndio maana tunafanya operesheni endelevu ili kuhakikisha kwamba tunatokomeza zao la mirungi hapa nchini, lakini pia tunafanya operesheni hizi nchi nzima ili kuhakikisha kwamba dawa nyingine pia za kulevya zinatokomezwa hapa nchini ili kulinda ustawi wa taifa na ustawi wa wananchi wa Tanzania. Wito wangu kwa Watanzania, tuendelee kushirikiana na mamlaka kutoa taarifa mbalimbali za wazalishaji, wasambazaji na watumiaji wa dawa za kulevya hapa nchini ili tuhakikisha kwamba tunatokomeza kabisa biashara ya dawa za kulevya nchini ili kulinda taifa na kulinda ustawi wa jamii yetu ya Watanzania na kujenga taifa endelevu linalokuwa kiuchumi. Kwa jina naitwa Agnes Paris Mshana, mtendaji wa kijiji cha Ikonde kata ya Tai. Katika kijiji changu cha Ikonde tunatambua kuna baadhi ya watu wanastawisha kilimo, wanastawisha kilimo cha madawa ya kulevya aina ya mirungi. Kama serikali tumechukua jitihada kuelimisha wananchi kuhusu madhara ya madawa ya kulevya aina ya mirungi, lakini kuwasaidia kupata mazao mbadala walime ili kuepukana na kilimo hicho. Kama serikali tumejitahidi kuwaletea mradi wa nguruwe pamoja na miti ya miparachichi. Pia tumewaelimisha kuhusu madhara ya madawa ya kulevya, kwa sababu madawa ya kulevya aina ya mrungi yana madhara mengi, kama kuchanganyikiwa, kupoteza nguvu za kiume, wengine kushindwa kuhudumia familia zao vizuri, kupata kansa. Naitwa Mwalimu Hao, nafundisha shule ya msingi Likweni, kata ya Tai, wilaya Same. Sababu ya watu kuendelea kulima mrungi mpaka sasa hivi mimi pia sijui sababu ni nini, kwa sababu nachokiona huku mazao ni mengi yanayostawi na yanayoweza kuwaingizia kipato, lakini pia ipo miradi mbalimbali mbali ambayo ingeweza kuwa kuwaingizia kipato. Mazao ni kama vile vitunguu, karoti, miradi ya, ya ufugaji wa nguruwe, wa kuku, hiyo pia ingeweza kuwaingizia kipato lakini changamoto nayoiona kwamba kama wote wataweza kuingia kwenye kilimo cha hayo mazao niliyo yataja, changamoto kubwa ni barabara, kwamba wanaweza wakalima lakini sehemu ya kupeleka mazao yao ikosekani. Mi nachoshauri au nachoiomba serikali, kijiji kijijichi kuangaliwe kuhusu barabara yao ya kutoka hapa mpaka Makanya, ili watakapolima basi waweze kupeleka mazao yao kwenye masoko.